Wapendwa wapendwa jamani, asleimungu wote jamani, wateja wote wa sleimungu, kesho na watu wana jambo lao mapema sana jamani, tusogee pale tujaze jamani, vile kasino fulani hivi. Si unajua h, kesho mapema sana watu wameshatoka sasa hivi Dodoma, wameshatua wapi? Mwanza sasa hivi, kama wana siku nne, kaove wako hapa kesho. Sasa kesho wana wanajambo lao kubwa sana watu wangu wa mwanza wote, na mimi tufunike au vipi eh? Yani tusipoe tufunike au si watu lao, etu, watu kubasa, yani au vipi? Wana jambo lao na sisi tu na moto wetu watu wa Mwanza yani tuwakilishe au vipi? Geza bwana mna bila kufeli, mawe ni mengi afu ni sembuze watu tuache na mambo. Watu ni wengi sana. Wasanii ni wengi sana. Ah. Ah, angalia. Wote hao wanakuja, wote hao mona, wote hao wote hao mtawamaliza, wote hao mtawamaliza nini? Wakina blagi wote mtawamaliza. Oya mwanya baba, oya bana, natosha na hii natosha.